Katika kipindi cha miaka mitano kama benki ya CRDB tuna timu ambayo inayosema evolving, maana yake ni kwamba tumekuwa tukibadilika siku hadi siku au mwaka hadi mwaka, tukiwa na lengo ya kuboresha huduma zetu. Kwa hiyo simu kuu ya kuanzisha michezo hii ni kuboresha huduma, lakini pili, kuwafanya staff waweze kufahamiana kwa ukaribu na waweze kushikamana katika kuwahudumia wateja wetu kwa misimu yote minne kwa msimu huu wa tano, ambacho kwanza kimebadilika kwa sababu pia na hamasa imekuwa ikibadilika mwaka hadi mwaka. Kwa msimu huu, ndio maana utaona kwanza tumekwenda nje ya mipaka ya Tanzania kwa kuwashirikisha kampuni yetu tanzu ya CRDB Benki Burundi. Ni kutujenga kimwili na kiakili ili tuweze kuwahudumia wateja wetu vizuri. Ukisha kuwa na afya nzuri ya mwili na akili, basi tutaweza kutoa huduma nzuri kwa wateja wetu, na zaidi sana tutakuwa na uwezo wa kutekeleza majukumu yetu, zile KPIs tulizopewa, tunaweza tukazishughulikia um, kwa ufanisi unaotakiwa. Ya, year, mambo naona yamekuwa mazuri zaidi kuliko lasia, kwa hiyo This inatumotivate sana kama sisi wafanya kazi kama kwa sababu, up up mazoezi kwa sababu it have to mazoezi, yaani lazima ufanye mazoezi ili uje kushiriki michezo, na mazoezi ni good kwa afya. Kwa hiyo tunakuwa tuko fit, tunaingia kazini vizuri, tunafanya kazi vizuri, lakini pia inatumotivate maana mwisho wa siku mshindi lazima apate zawadi and that you know. Kwa hiyo inatumotivate hata next year tunakuwa better zaidi.